Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu apewe sifa. <laughs> Haleluya! Ah, inapofika siku nyingine tunakaribishana ndugu zangu katika kumtafuta Mungu, katika kutafuta uso wa Mungu. mm, kama ilivyo kawaida ah, ili umtafute Mungu lazima umpate kwenye ibada, kwenye kusoma neno lake na kwenye sala ah, wapenzi au ah, watoto wa Mungu. Kama hujasubscribe basi hii channel fanya hivyo, ili upate uh, notification zote ambazo utakazo upload kuja kwako, ili nayo tujifunze pamoja. Amen. Leo nataka kukueleza kitu ambacho um, kidogo kitakuwa tofauti na kinaweza kikakushangaza, lakini ukweli ndio huo. <laughs> Unajua, Mungu anapokuwa na mipango mizuri juu yako, na shetani naye anataka kuiharibu hiyo mipango mizuri juu yako, iwe ni mipango mibaya, yani umkosee Mungu, uwe kinyume na Mungu. <laughs> so sasa, haya yote huwezi ukajifunza au huwezi kuyapata bila kumjua Mungu au jia kujua maarifa ya Mungu au Mungu anataka atende nini juu yako. Amen. <laughs> Sasa sababu za kujaribiwa na shetani au sababu au sababu za dhambi. Unajua kwa nini shetani anataka uwe kinyume, au kwa nini sababu shetani anakujaribu, au kwa nini shetani anakujaribu uende kwake ageuze upango wa Mungu uwe ni mpango wake kwa sababu anataka kupoteza, anataka uendelee kuingia katika dimbwi la dhambi, anataka uwe mzambi, hataki uwe na mema. Sijui mnanielewa mpenzi wa Mungu ah? maneno ya Mungu ni matamu <laughs> maneno ya Mungu ni matamu. Kwa hiyo inabidi wote tujikaribishe huko. Sasa leo ninakupa hivi Kibali chako unachopewa na Mungu Shetani anakigeuza na kukifanya kuwa kinyume na mpango wa Mungu. Sijui unanielewa hapo. Kibali chako ulichopewa na Mungu Shetani anakigeuza na kukifanya kuwa kinyume na mpango wa Mungu. Mungu amempatia kila mtu kibali akitumikie, lakini Shetani anaviona vibali vyenu naye anavigeuza vinakuwa kinyume na Mungu, vinakuwa vya kumtumikia yeye. Naweza nikakupa mifano kadhaa. Mfano, unapokuwa na tamaa fulani ya ulevi, ani tamaa ya uvutaji wa sigara, ani tamaa ya moshi moshi ili kuaribu tu Uh, koo lako kuharibu tu yani eh? Kusiriba ile koo yako. Unajua ni nini hapo? Mungu amekupa hiyo kibali cha kuimba, Mungu amekupa kibali cha kuimba cha kumtumikia yeye, lakini shetani anakuja anakiharibu na mamoshi, ili mradi kile kibali kiondoke katika mwili wako. Shetani ni mjanja sana. Wewe unapokumbuka ku kusmoke kutumia vitu vyovyote vilevi ambavyo vinaenda kusababisha uharibifu wa koo, ina maana shetani hataki wewe umwimbie Mungu, hataki umtukuze Mungu kwa nyimbo. Huwezi kuyapata haya ila ni hapa kwenye channel hii ya House of Prayer. <laughs> Ah, ukiwa na hisia ya uvutaji wowote unaohatarisha mapafu basi ujue Mungu alikupa kibali cha uimbaji, lakini shetani anakiharibu na vile vilevi. Amen, nafikiri tuko pamoja hapo, mmenifuata vizuri sana na ukijishusha, uki ukijiona ni haufai kwa jamii Yani, kuna wakati unaona uko chini, yani kwa jamii ya ujifai, ujue Mungu alikuumba, alikuumbia, alikupa kibali cha uongozi uweze kutumikia watu, lakini shetani anaweka unyume wake, unakuwa na uoga wa kuogopa watu na kujiona wewe ni dhaifu. Sasa, solution ni nini? Ni kuomba sana, kusoma sana ibada. Kuna kunakufanya sana ibada na kulisoma sana neno la Mungu na sala, ili Mungu arudishe vibali vyako ili uweze kumshinda huyu anayegeuza ukweli kuwa uongo mbele kwa nyuma. Nenelewa. Kuna ku, kuchanganyikiwa na kuahirisha. Yani unakuwa una, unachanganyikiwa na kuahirisha, hmm? Kuahirisha yani kuahirisha maisha, ujue sababu unabeba maono. Yani unakuwa unachanganyikiwa fu naahirisha ahirisha mambo, unakuwa ni mtu wa kuahirisha ahirisha mambo ani ujisikisikii vizuri, ujue Mungu amekupa au umebeba maono ya kumtumikia Mungu lakini shetani anakupa moyo wa kuahirisha, moyo wa kuto kujikubali kame. <laughs> Mambo ni mazito sana. Pia unakuwa na uesherati, unapenda ngono, jua kwamba wewe una asili ya upendo wa Mungu na ni wa una asili, yani una mipango ya upendo, na wewe jua, una uwezo wa kuponya na upendo wa kubeba watu. Mungu ameweka kipaji kibali chako kiwe cha kuponya na kupenda watu, kusaidia watu, lakini shetani anakibadilisha, kinakuwa mpenda uzinzi, mpenda ngono. Amen, tutaelewana tu kwa sababu ndio mipango ya Mungu ilivyo, na shetani anakuja anabadilisha mipango yako. <laughs> Nyingine ukiwa muoga, unaona kama isa mimi nakataliwa, kataliwa kuachwa, achwa wofu Hani unaona una, unaona kuacha watu unawapenda Hani unaona kama umefeli ukiwa na uoga yani ah, unakuwa una uoga uoga, unakataliwa na watu na wale watu unawapenda. Unajua sababu ni nini? Sababu umebeba loo za kukubalika, yani una loo za kukubalika hmm? na kukusanya watu pamoja katika hali zote ngumu za kimaisha. Yani ukiona tu una roho ya uoga unaona una, una, una, una, una roho ya kukataliwa na, na wale watu unawapenda ujue wewe una roho ya kubarika na una, una roho za kukusanya watu pamoja katika hali zile ngumu na kuweza kuwaponya kuwabembeleza. Amen. Haya mambo <laughs> ni mazito, ni mazito sana kuyajua inatakiwa akili ya ziada. Amen, yaani unapokuwa wakati mwingine mwili wako unakufanana, una fanana, yaani mwili wako unajinyonganyonga, ni kile kitu kilichokuwa kwenye mwili wako, unaona kama ndio udhaifu wako, yaani unaona kama watu watakucheka, yaani ule ukilema wako ni siu, unajifananisha na mwili wako, yaani unakuwa hauko comfortable. Unajua ni nini? Shetani amekuweka ujidhalau, amekuweka hofu kutokana na ile anayoiona yeye ni kasoro. Kumbe hile kile kitu ndo Mungu amekuinua, na amekuinua nacho ukae shuhuda, na shetani ndo anajifanya ujisikie uwe vile, anatowesha imani, anakupa udhaifu. Muombe Mungu akupe nguvu ya kushinda ule udhaifu ili uweze kutumikia kibali ulichopewa na Mungu. Amen. Kuna hiki sasa. Unaona watu wanaloza ushetani, wanaloza uchawi, wanaloza ushirikina, hawa watu ni manabii a, hawa watu ni manabii. Mungu amewapa kibali cha unabii, lakini shetani amegeuza roho zao zikawa roho za kichawi, roho za shetani. Lakini wao kutokana, wanashindwa kufanya ibada ya kweli, wanashindwa kusoma maneno ya Mungu, wanashindwa kusali vizuri, wanashindwa kujua kibali walichopewa na Mungu baadaye wanatumikia shetani, na ukiona sio mtu wa kutoa, yaani wewe mkono wako ni mfupi mfupi hmm? Kwenye jamii imepata shida huwezi kutoa, kimetokea hiki cha kujenga jamii huwezi kutoa eh? Unajua wewe basi ulikuwa ni mtoaji sana, yaani ulikuwa mtoaji, ulikuwa mtu wa kusaidia kujitolea, lakini shetani amebadilisha mpango wako, kwa sababu anataka uende kinyume na Mungu. <laughs> ule mpango wako uliokuwa safi ndani ya moyo wako, yeye anaubadilisha kwa sababu anaweza kukuteka kirahisi, na wewe usijue, basi unabadilika. Ndugu zangu, niseme kwa maneno hayo machache, Mungu wa mbinguni akatubariki, atupe baraka na neema zake, ajaze vinywa vyetu maneno yake. Yeye ni neno, basi alijaze katika vinywa vyetu, ili tuweze kuongea maneno matakatifu ya kumtumikia yeye. Amen. Kwa kusema hivyo, niseme katika jina la Bwana, basi twailini, ila usisahau kusubscribe na Mwisho wa haya maneno ndio mwanzo wa maneno mengine bye-bye.